Moja ya changamoto kubwa sana watu wengi wanakutana nayo katika mahusiano, wanaume kwa wanawake, ni ule wakati ambao wanakosa kupata kile walichokuwa wanapewa mwanzo wa mahusiano, na wakati huo utakapofika, wanahisi kwamba wenzao wamebadilika, labda hawawapendi tena ama wamepata wengine. Lakini leo nataka nikwambie ukweli, sio kila mtu amebadilika wengine hivi unavyoona sasa baada ya miezi mitano ya mahusiano ndivyo walivyo, ila vile ulivyowajua wewe awali ndio walikuwa sio wao. Kwa nini nakwambia haya maneno? nishawe kusemaga mwanzo na imeonekana haiwezekani, niliwe kusema nini? kwamba unapotaka kuingia katika mahusiano na mtu jitahidi umfahamu jitahidi. Hiki ni kitu kizuri sana, rafiki zangu, nawaambieni. Inaweza ikawa wote mnafahamu nia yenu na lengo lenu ni kuwa katika mahusiano, lakini mkakubaliana kupeana muda wa kufahamiana na kupeana muda, imaanishi kwamba ndo kila mtu awe kwake. No, tutakuwa tunatoka wote kama kawaida, tunaenda date pamoja, tunafurahi pamoja, lakini hatutokuwa commitment ama hatutoshiriki tendo la ndoa, whatever the case, mpaka tutakapokuwa willing sasa kuingia katika mahusiano hii itakusaidia sana kufahamu watu, kwa sababu mtu mwenye tamaa na wewe atahitaji kulala na wewe kwa haraka, ili hata wakati mambo atakapokuwa amefurugika, yeye awe tayari kisha kulala. Mtu mwenye tamaa na wewe atataka kurush vitu haraka, hatakuwa na ule uvumilivu wa kusubiria hadi hadi wakati sahihi, mkubaliane kwa mambo mengi katika mahusiano. Hatakuwa tayari kuvumilia, ila mtu mwenye upendo wa kweli, even if mtavukua tu karibu bila kushiriki tendo la ndoa ile tu itakuwa ni furaha kwake. Upendo sio tendo la ndoa tu. Ukiona umeingia na mtu katika mahusiano then analazimisha tendo la ndoa kwa haraka then, hiyo ni red flag kabisa kwamba lengo la huyu mtu ni lipi. Umwone akikulazimisha tukakutambulishe nyumbani kwenu, umwone akikutambulisha akikulazimisha kujua malengo yako, kujua mawazo yako, kujua mitazamo yako, uone akikulazimisha vitu vingine vya msingi nje na tendo la ndoa yeye yeah, always anakulazimisha ujegeto muonane. Hii ni red flag my friends. Huyu sio mtu wa kukurupuka kuwa naye. Eh, baadhi ya wanawake wananifuata wanalalamikia mimi, mwanaume wangu tuna miezi mitatu, lakini anataka anataka tushiriki tendo la ndoa anamwambia tusubiri kidogo hataki, anataka kuniacha, nifanyeje? seriously Unapoteza dimani ama amani yako ya moyo na furaha kwa sababu mwanaume wako anataka mshiriki tendo la ndoa ndani ya miezi miwili ama ndani ya mwezi mmoja ama ndani ya wiki, na we unakosa amani kujua umpe ama usimpe, seriously? Kwa hiyo hii sababu ya kuruka muda wa kufahamiana ndio moja ya sababu inayofanya usimwelewe mwenzako mpaka kiasi cha kusema kabadilika. Kumbe ndivyo ilivyokuwa, yupo ila ukuweza kumfahamu kwa sababu hujajipa muda wa kumfahamu. Watu wana kikomo cha kuigiza. Mwanzo kwa sababu anakutaka, atafanya chochote kile kukupata, chochote umwone bwege, usimwone bwege, umwone sharukani, usimwone sharukani, atafanya chochote kukupata. Na ndio maana nasema usipime upendo wa mtu mwanzo wa mahusiano. Mahusiano yanaanza baada ya miezi sita, baada ya mwaka, baada ya miezi kadhaa, ndio unaanza kuona mahusiano halisi, na hii inauhalisia. Mwanzo mtu anaanza kuapproach kuwa anakuonyesha upendo mkubwa sana. Kila dakika atakuta, kila dakika atakutafuta, kila dakika atakutext, kila dakika atakua na wewe, kila dakika atasikia unachosema, atakusikiliza, atakufuata, kila yani atafanya kila kitu kuimpress uweze kumwamini. Mwanzo always inakuwa hivyo ili kutengeneza imani yako na akakutumia. Lakini once wanapopata ama wanapopata wanachokitaka, then they don't care anymore. Kuigiza kutafika kikomo kwa sababu tena ana haja gani ya kuigiza? kutafuta alichokipata tayari kisha kupata, then from there, wewe ndo unageuka, unaanza kuwa mtumwa kwake e, wewe ndo unaanza tena kumtafuta yeye, ndo unaanza kumlalamikia akujali, kwa kwanini anakosa muda na wewe. Unasahau kwamba mwanzo alikuwa ndo anahangaika anaangaika. Kwanini usijiulize nini, nini kimetokea? Kwa hiyo watu hawabadiliki, bali watu wanachoka kuigiza. Mwanzo aliigiza ili akupate, baada ya kukupata hataona sababu ya kuendelea kuigiza kukutumia meseji masaa masaa, kila dakika e, kukupigia kila dakika. Hata uhitaji kuigiza, anarudi katika ile maisha yake ambayo akupigii simu kuanzia asubuhi mpaka jioni, hakutumii meseji kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ukimtumia meseji inachukua masaa sita kujibiwa. Sasa hayo ndio maisha yake, hajabadilika. Usiseme ni umekosea wapi, ujakosea popote, japo naweza nikasema ulipokosea ni kumpa hilo tunda na ulipokosea ni kutomjua vizuri. Sasa unadhani yule aliyekuwa anakuigizia ndo anayemjua, kumbe yule sio bali ulitakuwa umjue huyu wa sasa, asiyejibu message wala ku text wala asiyekupigia wala asiyekupa muda wake. Kwa hiyo nakuombeni sana hii, kwa wanawake, msipumbazike na ule upendo wa mwanzo wa mahusiano. Ule upendo ule unanoga sana, watu mnakuwa excited yani, ah, wow, itakuwaaje? Wow, itakuwaaje Usipa, usi, usi, usipagawe na ule upendo. Ukajiona nimepata mwanaume ananipenda huyo. No, no, no, usipagawe. Relax. Give him time. Mpe muda na jipe muda wewe kuelewa kwamba tutafika wapi kwenye i, a, a, upendo wa, wa, wa mlipuko. Eh? Tutafika wapi? Kwenye, kipindi, kwenye somo langu la Lady Flag zile nilikwambia, mlipuko wa mapenzi mwanzo ni moja ya, ya, ya, ya Lady Flag kubwa sana mapenzi yanakuwa taratibu. Haiwezekani mmetongozana jana, kesho eti tayari mtu alali bila kukuona, hajisikila bila kuona teksti yako, kila dakika atakupigia. Yani haiwezekani, mapenzi hayapo hivyo. Mapenzi yanakuwa taratibu. sasa ukimwona mtu anakuja kwako kwa, kwa spidi, ogopa. Kabla ujamjua, usimpe kila kitu, usimkabidhi moyo wako, usijiachie kiasi cha kwamba ndo umeshapata. No, hata kumtambulisha usimtambulishe kwanza mpaka qualified mpaka umjue mtu una date naye ni aina gani, si umeshanielewa? Kwa hiyo watu hawabadiliki, bali sisi tunakuwa tujawafahamu tunapoingia katika mahusiano. Naombeni sana jipeni muda wa kufahamiana sawa sawa. Natumai umenielewa sana eh? Kuanzia leo usikomplaini kwamba mpenzi wako kabadilika. Huyo ndo halisi sawa, yule wa mwanzo ndo alikuwa sio yeye, sasa karudi kuwa halisi. Mwelewe katika hiyo mahala halafu, jifunze kitu kwenye hiko kitu ulichokipitia, ili next time usirudie kosa uliweza kulifanya. Hadi wakati mwingine tena. Naitwa Mwombeki Crispin, leo nitaka tu kukupa brief ya kile unachokiita watu wamebadilika. Watu hawabadiliki. We friends, hadi wakati mwingine tena, bye bye.